Diamond karibu. Habari gani kaka? Salama. Zuchu, habari bari yako? Misiko faini toka jana usiku. Hauwezi kuwa sawa na kuelewa. Japo e, ungesogea karibu sasa ili uje tuongee. Tinije tuongee. Unafama sila. Ah ah. Eh, Diamond hebu mshusheni jazba huyo. <laughs> Anyway, kwanza hongereni sana kwa kufunga ndoa. Oh kabisa ni wengi sana. ni kweli. So hiyo so, ndoa mliyofunga ni ya jana kama tulivyoona mtandaoni au ni ya siku nyingi? Hizo ni zamaza kale. Okay, na tetesi za mtandaoni zinasema mlikuwa mmeshafunga ndoa na mkapeana talaka. Kwa tu talaka kuitoa ni kufuru. ni kweli, na ina maana mpaka umefikia hatua ya kuitoa lazima patakuwa kuna shida So Zuchu, haya niliyoambiwa mtandaoni yana ukweli. Alokuambia kadithiwa, nalodithiwa kakosea kukuambia. Ndio maana tuko na wewe hapa ili tujue ukweli wote. E, sasa sijajua kama uko tayari kuyahadisia yanayoendelea

hapo ajaanza kufunguka mtandaoni, pamesha kuwa bize akifunguka. Unawajua, mafisadi, watapata cha kunisemea lazima. So, so mpaka sasa, mama yako alijakopa, amekupa ushauri gani juu ya ndoa yako na yanayoendelea? Safi kabisa wawa, atinele, msitu, nizara, ninge. Na vipi marafiki zako wao, wamekushauri nini? I, yani, kama hiyo ndio aina ya marafiki ulionao, una haki ya kuachwa. <laughs> Japo moja kati ya kosa lako nililoambiwa, ambalo ndio sababu ya wewe kupewa talaka, ni kutembea na afande U, uzuri kanipa ushahidi huu hapa. Hiyo yani, hata ningekuwa mimi nisingekubali mke wangu atembee na afande tena kwa buku. <laughs> Aise, ongera sana kwa kumpa talaka. Alhamdulillah, angeniua yule. Na angekuwa kweli baba. Maana mtu si mtu, jini si msukule. Lakini wewe naye kwa nini ulioa kimya kimya? Ungetushirikisha pengine hata kusingekuwa na ndoa. Ndoa gani kimya kimya? Ndoa imepoa vile. Lazima iwe sababu nataka tena. Unataka tena wakati ndo unaachwa. <laughs> Jamaa hivi ajui maana ya talaka wewe. Yapo, hebu twende mbele turudi nyuma. Hebu tumpongezeni Zuchu jamani, unajua sio rahisi kumfanya huyu baba akuoe. Au Mbosso unasemaje? Mama kabisa, japo ndio hivyo, hakuna marefu yasiyo na ncha. Wanaachana wani kuachana shingapi wapambe. Sasa so Zuchu una nini cha kumwambia Diamond na familia yake endapo share atapitisha taraka ya tatu? Kweli mama yasikosi. Najua mazuri yangu, mtayasema nikifa. Asante. na una chochote cha kuiambia serikali? Asante. Diamond, una chochote cha kumwambia Zuchu na familia yake? kumbe mlikuwa mnamloga bas Halafu Diamond asubuhi, ulikuwa unampa sangara tope, jioni samaki papa. Vipi kwa huyu uliyempata sasa kichana, <gazit uhilindu> say, unasikia vitu mwenzio anapewa huko, na wewe <gazit uhilindu> Lakini sasa usimwangalie kwa asira, kama unacha kumwambia, mwambie sema Ah, kumbe huwa anakupigia usiku na wewe Zere, na yeye huwa anakupigia sawa. Wee, unasemaje, katoa talaka yeye na bado anakudie muinsta anakupigia usiku, saa saba ya usiku. Dona nita nije kwako na akikuita huo usiku huwa unamjibu nini? Kwani si amekwambia ameshindwa? Akiamua huyo anamove on, wapo watu wengi wenye hela wanamtaka huyu, yani mara kumi ungekuambia, alafu ungekuwa naye, kwani hana hela? Kwa sababu ubaya kweli tunajua ni mbaya hiyo ya hela, eti Diamond. Bishana, bishana, not in the mood, bishana pachangamke. E, niye nafikiri inabidi tupate pati tu kwa ajili ya vijembe tu, unarusha kijembe anarusha kijembe. Mama, vipi, una chochote labda cha kuongea kwa ajili ya wanao? Oh, basi nakujua mama.